Karibuni katika makala hii inayozungumzia shutuma nzito zilizotolewa na jenerali maarufu nchini Rwanda ambaye pia ni waziri dhidi ya Tanzania kuhusiana na vita inayoendelea huko Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kabla ya kuingia katika makala hii, nitumie fursa hii kuwashukuru nyote mnaotembelea channel hii. Niwakaribishe wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza, unaweza kusubscribe lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kuhabarishwa. Kadhalika, licha ya habari hizi za kimataifa, channel hii pia ina habari za siasa, habari za intelijensia, chambuzi, matukio, na pia kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii unapata fursa sio tu ya kuhabarika, bali pia kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekeze sasa kwenye habari kuu inayounda makala hii na habari yenyewe ni kuhusu shutuma nzito zilizotolewa na jenerali maarufu nchini Rwanda ambaye pia ni waziri dhidi ya Tanzania kuhusiana na vita inayoendelea huko Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Na aliyetoa shutuma hizi ni Jenerali James Kabarebe ambaye kwa sasa ni waziri mwenye dhamana ya ushirikiano wa kikanda lakini pia alikuwa mkuu wa majeshi. Vilevile James Kabarebe ni mtu wa karibu sana wa Rais Paul Kagame. Vilevile jenerali vile huyu katika siku za hivi karibuni ametokea kuwa mtetezi mkubwa wa Rwanda dhidi ya lawama zinazotoka sehemu mbalimbali, kwamba nchi hiyo inatuhumiwa kuwa inalifadhili kundi la M23. Kwa hiyo jenerali huyu amekuwa kama kipaza sauti cha serikali yake kukanusha hizo Uh, tuhuma dhidi ya Rwanda na pia kwenda mbali na kuzihusisha nchi ambazo wanadai kwamba zinajaribu kuihujumu Rwanda kwa kisingizio cha kuisaidia Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kundi la M23. Katika maelezo yake huyu Jenerali Kabarebe ameishutumu Tanzania uh, kwa kushiriki kwenye operation ya kijeshi chini ya mpango maalum wa ulioratibiwa ulio na jumuiya ya SADC uh, kuisaidia serikali ya Rais Felix Tshisekedi katika kupambana na kundi la waasi wa, wa M23. Lakini, licha ya kuishutumu Tanzania, pia ameishutumu Afrika Kusini na Malawi ambazo kwa pamoja na Tanzania ndio zinaunda jeshi hili la SADC lililopo huko uh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini likiwa ni jeshi la kulinda amani, halijakwenda kwa ajili ya kupambana na nchi yoyote au mtu yote. Lengo ni kutafuta mwafaka wa amani katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jenerali Kabarebe alidai kwamba uh, nchi hizi Tanzania na nchi hizi mbili yani Afrika Kusini na Malawi ziliwahi kuunda kikundi kilichoitwa FIB, yani Force Intervention Brigade mwaka elfu mbili na kumi na tatu, na kikundi hicho kilifanikiwa kuwaondoa waasi wa M23 kutoka mashariki mwa Kongo na kusababisha kundi hilo kukimbilia Uganda. Kwa mujibu wa maelezo ya jenerali huyo, mara hii nchi hizi zimeamua kujiunga tena na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya kuona taarifa kwamba serikali ya Rais Tshisekedi inashirikiana kwa karibu na kundi la FDLR ambalo Rwanda inalishutumu kuwa lilihusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Jenerali Kabarebe aliuliza, "Je, nchi hizi, yaani, Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, zilikuwa zikifahamu kuwa zinaingia katika muungano na FDLR?" Akajibu, akajijibu yeye mwenyewe kwamba ndiyo zilikuwa zinajua kwamba Tanzania pamoja na Afrika Kusini na Malawi zimeamua kuunga mkono utawala wa Rais Tshisekedi huku zikifahamu wazi kuwa ushirika wake na kundi hilo la FDLR ambalo Rwanda inalitaja kama adui mkubwa. Kwa upande wake, Rwanda inadai kwamba ushiriki huu wa Tanzania na hizo nchi za Malawi na Afrika Kusini sio tu kwamba unaongeza mvutano wa kikanda bali pia unachochea mipango inayoelekezwa yenye lengo la kuidhoofisha na hata kuipindua serikali ya Rwanda. Rwanda imeeleza wazi kuwa hatua hizi zinachukuliwa kama tishio kubwa kwa usalama wake kitaifa. Kadhalika, jenerali huyo Kabarebe aliendelea kudai kwamba Tanzania pamoja na Afrika Kusini na Malawi zinashiriki katika kile anachokiita mpango wa siri wa marais Tshisekedi huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzake Evariste Ndayishimiye wa Burundi ambao kwa mujibu wa jenerali huyo anadai kuwa mpango huu una lengo la kuivuruga Rwanda, na akadai kwamba Rwanda imeamua kuimarisha hatua za ulinzi ili kujikinga dhidi ya kile inachokiona kama njama za wazi za kuishambulia nchi hiyo. Jenerali huyo alinukuliwa akisema kwamba Rwanda haijawahi kuishambulia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala haina mpango wa kufanya hivyo, na kwamba kipaumbele cha nchi hiyo kujilinda dhidi ya wale ambao wameweka wazi nia ya kuishambulia Rwanda. Sasa kwa tafsiri taf nyepesi ya alichokiongea ujenerali ni kuishutumu Tanzania, lakini pia licha ya Tanzania, ameishutumu Afrika Kusini na Malawi, ambazo kwa pamoja nchi hizi zinaunda jeshi la jumuiya hii ya SADC ambalo kimsingi lipo Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo minajili ya kulinda amani. Kwa hiyo tunaweza kusema bila shaka kwamba shutuma hizi ni fyongo kwa sababu hazina ukweli. Ana siongei tu kama Mtanzania, lakini kwa sababu ya ukweli kwamba jeshi la Tanzania lipo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ilo jeshi la Afrika Kusini na la Malawi, na jitihada hizo zinazofanywa na, na SADC, lengo ni kutafuta mwafaka wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya, ya Kongo na kuhusiana na ile kundi la FDLR. Kwa wanaokumbuka vizuri, huko nyuma Tanzania na Rwanda zilikuwa katika hatihati hati ya kuingia vitani wakati wa utawala wa rais Jakaya Kikwete. Na moja ya changamoto zilizokuwepo wakati huo ni tuhuma zilizotolewa na rais Kagame kwamba Tanzania ilikuwa ikilisaidia hili kundi la FDLR. Lakini akaenda mbali, kulikuwa na tuhuma zaidi kwamba Tanzania ilikuwa ni njia ambapo silaha zilizokuwa zikielekea kwa kwenye kundi hili zilikuwa zinakip, zikipitia Tanzania yaani bandari, bandari ya Dar na hatimaye kuwafikia waasi, lengo likiwa ni kuihujumu Rwanda na rais, serikali ya Rais Paul Kagame. Kwa hiyo huko nyuma kulikuwa na mtafaruku mkubwa sana kati ya Rwanda na Tanzania, hususan uhasama mkali kati ya Rais Kagame na Rais Jakaya Kikwete. Wasama huu ulififia kidogo. Na kuhusiana huo wasama, kimsingi, chanzo kilikuwa ni ushauri uliotolewa na Rais Kikwete. Wakati huo, Rais mstaafu Kikwete alishauri Rwanda kukaa kitako na hao waasi wa FDLR kutafuta suluhu. Kwa hiyo kosa lilikuwa kutoa ushauri wa majadiliano, kwamba vita sio sio ufumbuzi, lakini diplomasia ipewe fursa. Lakini Rwanda wakaitafsiri hiyo tofauti, kwamba utatushauri vipi tukae na kundi ambalo limeshiriki katika mauaji ya kimbari. Kwa hiyo, kukawa na uhasama mkubwa. Huo uhasama baadaye ukafifia baada ya ujio wa rais marehemu Magufuli, ambaye alikuwa na ukaribu; katika ziara yake ya kwanza tangu ingie madarakani ilikuwa ni kwenda Rwanda. Kwa hiyo, uhusiano kati ya rais Magufuli na rais Kagame ukasaidia kuboresha mahusiano kati ya Tanzania na Rwanda. Hata hivyo inaelezwa kwamba kabla Magufuli kabla rais Magufuli hajafariki uhusiano wake na rais Kagame haukuwa mzuri ulikuwa na yumba yumba lakini huo haikuwa unahusiana na haya yanayohusika sasa hivi. Baada ya ujio wa rais Samia Suluhu Hassan mahusiano kati ya Rwanda na Tanzania yameendelea kuwa mazuri hata hivyo katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hali ya sintofahamu ambapo Rwanda imekuwa ikitoa lawama dhidi ya Afrika Kusini Dhidi ya Malawi na dhidi ya Tanzania kwa sababu kwa mtizamo wao wanaona kwamba uwepo wa majeshi ya nchi haya majeshi ya SADC ambayo yana askari kutoka yana wanajeshi kutoka Tanzania, Rwanda, uh, Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, uh, yana lengo ya kuhujumu Rwanda kwa sababu msingi wa Rwanda, uh, sababu kubwa ya Rwanda kuwa na uhusiano mbovu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni tuhuma kwamba kwa upande mmoja wananchi wenye asili ya Rwanda, wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye asili ya Rwanda, Watusi hawa wamekuwa wakikandamizwa na serikali ya rais Tshisekedi. Hiyo ni tuhuma moja, lakini upande wa pili ni tuhuma kwamba jeshi hilo, jeshi uh, la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na rais Tshisekedi wanakiunga mkono kikundi hicho cha FDLR ambacho Rwanda inakituhumu kwamba kimeshiriki, kilishiriki, kili katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Kwa hiyo, by proxy ushirikiano au support dhidi ya uh, ushirikiano na support kwa rais Tshisekedi pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla kutoka Tanzania, kutoka Afrika Kusini, kutoka Malawi na jeshi la SADC unatafsiriwa na Rwanda kama kuunga mkono sio tu serikali ya rais Tshisekedi bali kuliunga mkono pia kundi hili la FDLR. Je, yeah. Tanzania ina mpaka sasa hivi, Tanzania haijajibu shutuma hizi. Afrika Kusini mara kwa mara imekuwa ikijibu tuhuma zinazotolewa na Rwanda. Malawi nayo imekuwa kimya. Kwa hiyo endapo Tanzania watajibu au wataendelea kuwa kimya, hilo ni swala ambalo tutakuja kujua huko mbeleni. Basi mimi ningependa kuwashukuru nyote kwa muda wenu mliotumia kusikiliza makala hii. Nitazidi kuwaletea makala zaidi wakati mwingine. Nawatakia wikiendi njema, asanteni.